Na shika sala katika ncha mbili za mchana na nyakati za usiku zilizo karibu na mchana. Innal hasanati yuzhibna as-sayiat, hakika mema huondoa maovu. Dhalika dhikra lil-dhakirin uh, ni ukumbusho kwa wanaokumbuka. Wasbir fa inna Allaha la yudhi'u nasubiri kwani Mwenyezi Mungu hapotezi ujira wa wanaofanya wema. Laula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhawna anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum, basi mbona hawakuwamo katika watu wa kabla yenu wenye vyeo na wasaa wanaokataza uharibifu katika nchi isipokuwa wachache tu ambao ndio tuliowaokoa.